Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Mheshimiwa Othman Masud Othman amejumuika na waumini wenzie katika msikiti wa Takwa, jimbo la Pandani uh, Kaskazini Pemba, na kushiriki ibada ya sala ya Ijumaa na baada ya hapo kuzungumza na waumini hao na kutoa ujumbe kwa jamii hiyo. Katika ujumbe huo Mheshimiwa um, Othman masud amesisitiza ha haki, usawa na mambo ya hufanya vitu kwa kuzingatia misingi ya dini ya Kiislamu ambayo inataka watu watendewe haki na mambo yaendeshwe kwa usawa. Msikilize mwenyewe alichokisema. Sote ni mashahidi hapa leo, hatibu katufanyia kazi kubwa sana, katuambia jambo maada ambayo kwa hakika ni muhimu tuwe tunaikumbuka kwamba tunafanya tunayofanya duniani, lakini mwisho wa siku kwanza, hakuna anayejua hapa duniani atakaa kwa muda gani. Tunajidanganya kwamba tunaishi kwa, kwa siku au kwa miaka, tukiulizwa tunaulizana we miaka mingapi? Kwa sababu ndio binadamu tunavyojidanganya, kwamba siye tunaishi kwa miaka, lakini ukweli eh, hatuishi kwa miaka, tunaishi kwa sekunde au chini ya sekunde eh? Ndio maana Mwenyezi Mungu akatwambia, walanyuakhir llahu nafsan idha jaa ajaluha. Sasa unaijua wewe, haiko kwa miaka, iko kwa sekunde. Ikifika sekunde yako, sekunde hiyo hiyo ndio utarudisha amana ya watu. Sasa tunajisahau sana Tunadhani kwamba hapa tupo na basi tu. Baada ya hapa wengine tunajisahaulisha kwamba mwisho wa siku kuna hesabu, na hesabu ya yule ambaye kajiwekea mwenyewe kwamba hatodhulumu lolote hata nukta, ulilolichuma au uliowacha kulichuma likiwa baya likiwa jema. Sasa haya ni mafunzo makubwa sana. Shida yetu ni kushikamana nayo hayo. Sasa mimi leo sitaki nitoe hutuba ya tatu, lakini nataka ni nikumbushe maana hutuba mbili zishatimia, au sivyo? <laughs> nikumbushe tu katika tulioelezwa kwenye hutuba ili yaendane na yale ambayo tunakwenda nayo katika nchi yetu. Najua mengine mnashauku nayo kuyasikia. La muhimu, ndugu <coughs> zangu, niseme tumepewa mawaidha ma, ma haya ikiwa ni sehemu ya neema kubwa Mwenyezi Mungu aliotupa, neema ya Uislamu katika nchi yetu. Alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu katujalia hilo kwamba katupa wengi wetu, asilimia takriban yote unaweza ukasema ni Waislamu. Na Uislamu ni neema kubwa sana kwa sababu umetanguliwa na kupewa na kitabu, kitabu kilichokuwa bora kuliko vyote vilivyowahi kutokea na ambavyo hakitotokea chengine eh, chenye ubora juu yake, kitabu ambacho hakikuacha kitu hakikuwacha kitu hata kimoja, sifa yake Mwenyezi Mungu kwa kupitia hichi kitabu chake na kwa kupitia mwalimu mbora kuliko walimu wote waliowahi kutokea katika dunia, tumepewa sisi Waislamu kitabu bora, mwalimu bora, na sisi tukateuliwa kwamba ni umma uliokuwa bora. Tunataka nini zaidi ya hapo? Tukishindwa ni sisi wenyewe. Sasa hili ni amana mbali ya kwamba tumepewa lakini hii ni amana. Uislamu ni amana, kwamba tuusimamie, kwamba tuuendeleze, tuupiganie. Ni wajibu wetu tuupeleke mbele, ni wajibu wetu. Ulitegemea kwamba tuupeleke mbele, kwanza tuanze kwa wale ambao wao hawajapata neema hii, kuwafikishia ni wajibu wetu, au sivyo, jamani? ni dhamana yetu, lakini tujiulize, utafikishaje eh, huu Uislamu kwa asiye kuwa Muislamu, ikiwa we mwenyewe Muislamu, huo Uislamu umeusahau? Ate jamani, huyu mwalimu ambaye kasahau kabisa masomo yote, atakwenda vipi kumsomesha mwanafunzi kwa masomo ambayo yeye mwenyewe anaonekana hasa kwamba kayasahau. Kwa hivyo hii ni dhima kubwa sana tulionayo, na tusiache kwa maana hiyo. Kama tuna dhima kubwa, ni pale sisi wenyewe Waislamu tunapousahau Uislamu wetu. Dhima yetu kubwa ni kuwakumbusha wenzetu waliokuwa wameusahau, ndio kama hivi alivyofanya khatibu hapa kwamba tumejisahau na tunayaona kwamba tumesahau. Sasa hili mimi nasema ndugu zangu, kwenye maisha yetu, maanake sisi ndio tunasema nchi hii ina Waislamu. Si nchi nyingi zizopata neema kama iliyopata Zanzibar. Hata hizo nchi unazoambiwa wewe kwamba zina Waislamu wengi sana au nchi za Kiislamu, zinazojiita nchi za Kiislamu, hazikupata neema hii. Sasa sisi bahati mbaya kwamba pamoja na neema hiyo, lakini tunaona kwa kadri maisha yanavyokwenda, tunapelekwa kutoka nje ya Uislamu tena kwa nguvu kubwa sana, ndio tunakopelekwa. Akhlaki za nchi hii tunaziona zinavyopotea, na zinapotea kwa sababu moja kubwa wale waliopewa dhamana ya kusimamia au waliojipa dhamana hawashughuliki na hilo. Nchi yetu sema ya Waislamu. Wazungu walipokuja hiyo miaka walipokuja Waingereza wameanza kuitawala nchi hii 1890 wakatuweka chini ya wenyewe wanaita mahamia protectorate. Alikuwepo sultani toke 1830 ndio rasmi sultani kaja nchi hii akaendeleza misingi ya Kiislamu aliyoikuta, sababu Uislamu nchi hii haukuja na sultani, ndio maana tunaona kuna msikiti kule Kizimkazi e, umekuwepo miaka zaidi ya mia tisa kabla sultani hajaji. Sasa lakini alipokuja yeye kaendeleza hiyo misingi ya Kiislamu, kaika makadhi, akafanya nini lakini Waingereza walipokuja wao wakasema, a, nchi hii hapa ilipo pazuri. Kwa sababu walitawala Waingereza dunia nzima, takriban nchi nyingi, lakini hawakukuta pahala walipotawala paka hapa na ustaarabu pana, pana nidhamu pana misingi kuliko Zanzibar. Hizo ndio wenyewe wanavyosema kwenye ripoti zao wenyewe, hakuna nchi hata moja walioitawala duniani wakaikuta ina misingi madhubuti kuliko walivyoikuta Zanzibar, na ndio maana na wao wakasema hii misingi hii tuiendeleze, itatusaidia, hatutokuwa na kazi. Ndio maana wakasema kwamba wakaanzisha wakasema hii mahakama za kadhi zianzishwe rasmi 1897. Wakasema sharia hizi za Kiislamu ziwe ndio sharia mama za nchi ikatangazwa rasmi 1908 kupitia sharia ya mahakama ya 1908 kwamba sharia za Kiislamu ndio sharia mama za nchi hii. Hata kuna kesi moja, waligombana Mjerumani na Waingereza, wakakubaliana bora tuamuliwe tuhukumiwe kwa sharia ya Kiislamu, si Waislamu wao na hizi jamani, sisemi tu, zimo kwenye vitabu vya kumbukumbu zetu vya za mahakama. Walikubaliana na wakaamuliwa na wakakubaliana kufata hukumu iliyotolewa kwa sharia ya Kiislamu. Wakapitisha sharia ya kusimamia wakfu elfu moja mia tisa na saba, ndio ilipoanzishwa kamisheni ya wakfu, kwasabu waliona hili jambo zuri wakapitisha sharia ya kudhibiti kuhifadhi, eh? Kwamba unywaji wa pombe usiwe kiholela, utaiharibu nchi. Wakapitisha sharia 1909 wakaanza kukataza tembo kali, gongo, eh? Na hata hivyo vinywaji vyao wenyewe wakaviwekea utaratibu, ukitaka kunywa lazima uwe na kibali, na kibali na lazima uwe raia wa Kiingereza. Raia wa sultani alikuwa haruhusiwi, tunafahamiana hiyo. Ndio dhamana waliojipa, wamekuta jambo zuri, wakasema jambo zuri hili, pamoja na kwamba wao si Waislamu waliendeleze. Lakini leo eh, tunakuta tunauua Uislamu, akhlaki za Kiislamu na Uislamu sisi wenyewe kwa mambo madogo madogo. Mambo leo tumekuwa Waislamu ni ndugu zetu, ni sisi kwa sisi, au sivyo? Leo mtu kasahau aliyosema alitwambia Mwenyezi Mungu kwamba aman hadha alladhi yarzukukum inamsaka riska bal lajuufiutu an tumelisahau hilo. Leo yuko mtu tayari ende akaibe adanganye awe ndugu zake eh, afanye rushi eh, afanye kila aina ya dhambi ili apate cheo. Anadhani kwamba kile cheo chenye, eh, kwamba kile ndio itakuwa riziki yake ndio atapata ndio mapato yake. Kasahau kwamba mtoaji wa riziki mwenyewe Mwenyezi Mungu kajinasibu nayo kwamba riziki ninatoa mimi nsipokupa mimi atakupa nani? Na hata hicho unachokipata ukipate kwa jasho lako, kwa njia halali, bado Mwenyezi Mungu anasema si chako eh? Ndo alivyotwambia usio kwenye suratul Hadid kwamba aminu billahi wa rasuli wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina kwamba hata hicho e, ulicho nacho wewe ni khalifa umewekewa ukisimamie tu, sio kwamba ni chako hasa, ni chake Mwenyezi Mungu. Sasa wewe muislamu, lakini leo unakwenda kutafuta machumo kwa kuua ndugu yako kumfitirisha ndugu yake kumkosesha haki yake ku... kisa nini? Unatafuta jambo dogo unalosema wewe ni kipato, kipato hicho kama wewe mwislamu kweli kitakufikisha pala gani? Lakini hilo tunaanza kuzoeshwa na kibaya zaidi viongozi wa Kiislamu leo, yameshatokea hayo, wanakatazwa na wanajikataza, wana hofu kuyakemea haya. Si sawa, naam au sivyo? na anayakemea anaonekana huyu mbaya, na wasiokuwa wengine wanaogopa nao, tunaogopa kusema kwamba jamani, hii sivyo. Hatuwezi katika nchi yetu tukaendeshana hivi. Sisi Waislamu, hata tusingekuwa Waislamu, hawa wasiokuwa Waislamu hawaendeshani hivi. Yaani leo tumekuwa ni aibu kwamba eti sisi Waislamu Mwenyezi Mungu aliotupa yote hayo kitabu bora mwalimu bora eh, na akatuteua kwamba ni uma bora, lakini leo tumefika pahala, jamani, tuna wenzetu hawa wasiokuwa Waislamu ambao sisi ndio tunaopaswa twende tukawalinganie. Leo wanafanya jamani, jambo dogo. Kwa mfano tulolipita, lazima tuwe tuliseme tumepita kwenye uchaguzi hapa tukiungana sote tukisema tupite kwa amani. Hajiuliza, kwani uchaguzi kitu gani? si jambo la kuchaguana tu ndani aongoze wenzake, lakini tukashirikiana, tukaomba, lakini ndio tumeyaona yaliyo yaliyojiri. Tunaambiwa hakufa mtu, kila kitu kimekwenda salama, lakini salama huyo, sijui salama gani, lakini sote tuna tunayajua kwamba <laughs> huyu ndio ukweli. Wenzetu tuliomtaka kwamba atuongoze, tuseme jamani, hatukuwa ni uchaguzi, hatukuwa na uchaguzi. Ndio ukweli au sivyo? Maana nchi hii tumeanza kufanya chaguzi tokea 1957, si wageni nao uchaguzi, na na uchaguzi. Tunaujua uchaguzi unakuwa vipi. Hata hivyo baada ya vyama vingi Tumefanya uchaguzi 2010, 2015, bado mimi nasema ni kigezo cha angalau hata kwenye vyama vingi uchaguzi unafanywa vipi. Lakini leo yametokea hayo, eh? Na anatokea viongozi wa Kiislamu hayo kutaka kuyahalalisha, kwanza kuyanyamazia kwamba hakukutokea lolote, na la pili kutaka hayo kuyahalalisha kwamba haya ndio halali yamekuwa. Jamani, hivyo sivyo? Kwa sababu sisi tunatakiwa tukawalinganie wasiokuwa Waislamu. Sasa tuna nchi ambazo si Waislamu wamefanya haya haya chaguzi, lakini eti wao wamefanya chaguzi zao kwa uadilifu na kwa uwazi. Wamefanya Malawi uchaguzi wamefanya Botswana, wamefanya Zambia, wamefanya Lesotho, wamefanya Afrika Kusini, lakini wamefanya visiwa vidogo kama sisi, Seychelles wamefanya uchaguzi eh, mwezi wa Septemba mwaka huu eh, na wamekwenda katika nchi ya Seychelles eh, mwaka 2020 ishirini 20, walipofanya uchaguzi aliokuwa mpinzani alishinda kwa asilimia 54, na akaambia sasa wende a mwana wa nchi wamefanya uchaguzi Septemba. Eh, huyo aloshinda mpinzani kaja, akashindwa tena kwa asilimia ile 54 na yule aliyokuwa chama tawala huko nyuma. Wamefanya uchaguzi na hawa, nchi yao ina watu laki moja na ishirini elfu lakini wamefanya eh, na waislamu asilimia nne. Basi Mauritius ni nchi ndogo kama sisi ya visiwa wako bilioni moja laki sita lakini wamefanya uchaguzi eh, mwaka jana Novemba wao eh, alokuwa upinzani wameshinda aliokuwa chama tawala akashindwa. Eh, me wanasema kwa sitini kwa bila maana, katika viti sitini hakupata hata kiti kimoja, katika majimbo ishirini hakupata hata jimbo moja. Kwa utaratibu wao akaambia, basi tunakupa viti viwili vya kufutia machozi usika hivi hawa si Waislamu, ni Wahindu, ni Mabudha, ndio ma Mauritius. Wamefanya mambo yao kwa uadilifu. Sisi tumefanya hivyo? Tukiri kwamba nchi yetu bado imejinamia, tukiri kwamba kila mtu ana hasira zake moyoni, kila mtu ana makasiriko yake ndani ya moyo. Haiwezekani Waislamu mkakaliana namna hii. Ni wajibu wetu haya tuyakemee, tuyasemee kwamba haya yasitokee. Kwa hivyo, mimi nashukuru sana kwamba amani, haya tunaoambiwa katika misikiti, katika mawaidha, naomba tushikamane nayo. Wanaofanya haya ni ndugu zetu, pengine tumo umoja misikitini, tunaofanyia na haya, kisha tunakutana misikitini, tunafanya ni watu wamoja, lakini akija haya tunajisahau kwamba sisi ni wamoja ni wajibu wetu. Hii ni amana. Uislamu, wasiokuwa Waislamu waliichukua amana hii wakaiheshimu katika nchi hii na wakaiendeleza wakaitunza. Tunashindwaje sisi ambao ni Waislamu kuichukua amana hii tukaitunza tukaiendeleza? Tutaharibikiwa. Tuna dhamana ya kuwakabidhi watoto wetu na vizazi vijavyo nchi hii ikiwa na misingi ya Uislamu wa kweli misingi ya uadilifu, misingi ya watu kupendana, sio ya kuwa katika eh, uhasama katika katika nchi. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwa hili, na niwaombe ndugu zangu tushikamane nayo. Niseme tu kwamba yametokea haya, sisi mliotupa dhamana hiyo, kwa upande wetu tukachagua njia ya amani ya kutafuta kuyasawazisha haya na niwaambie tu kwamba njia hiyo tunaendelea nayo, na inshallah tutakapofika tutawaambia kila mtu e, tumefikia nalo wapi, lakini sisi tumechagua njia iliyokuwa ya amani ya kulitafuta hili. Kwa hiyo na mimi niseme tu kwa ufupi, hiyo njia tuliochagua tunaendelea nayo. Hata jana mimi nimesafiri asubuhi kwenda Unguja nikarudi jioni, kwa ajili ya hayo hayo ya kutafuta haya kwa njia ya amani. Mimi niwaombe tu Waislamu sote eh, waliokuwa wetu waliokuwa si wetu sote tuendelee na subra, kwa sababu amani ni kwa ajili ya wote. Nchi ikiwa na uadilifu ni kwa manufaa ya wote. Nchi ikiwa na haki ni kwa manufaa ya wote. Lakini nchi hii tusijidanganye, hata huyo aliofaidika na, na yaliyotokea basi ujue kufaidika kwake ni kwa muda mfupi, kwa sababu huwezi kutunza amani katika misingi hii ambayo kuna dhulma kubwa. Mwingine kakasirika na kakasirika kwa sababu kaona kadhulumiwa. Hu si uongozi. Tukishakuwa viongozi mimi na chama changu, lakini mimi nachukulia ni kiongozi wa wananchi wote, yeah, waliokuwa wangu wasiokuwa wangu, na ni wajibu wangu kupambania lililokuwa na manufaa kwa aliyekuwa wangu na asiyekuwa wangu. Huo ndio uongozi na hilo ndio tunalolifanya. Kwa hivyo mimi naomba tuvute subra, tuendelee dua. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante.